Serikali kupitia UCSAF ilifanya tathmini ya hali ya mawasiliano katika maeneo mbalimbali wilayani Kilolo mwaka 2020-2021-2022 kwa lengo la kubaini maeneo yenye changamoto ya mawasiliano ya simu. Katika tathmini hii ilibaini uwepo wa changamoto katika kata za Ibumu, Irole, Uhambingeto, Kimala, uh, Mahenge na Masisiwe. Wizara ilijumuisha kata hizo kwenye mradi wa ujenzi wa minara 758 katika kata 713 na utekelezwa kupitia mradi wa Tanzania ya Kidijitali. Mheshimiwa Naibu Spika, utekelezaji wa mradi huu katika kata mbili za Irole na Masisiwe umekamilika na utekelezaji wa katika kata zile zingine nne unaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa Wizara kupitia Yuksaf ipo katika maandalizi ya kutekeleza mradi wa awamu ya kumi hivyo kata ya Ng'uruhe hususani maeneo ya vijiji vya Lukani na Ng'uluhe alivyovitaja Mheshimiwa Mbunge vitaingizwa katika zabuni hii ya awamu ya kumi ambayo utekelezaji wake unatarajiwa kufanyika katika mwaka wa fedha 2025/2026. Nyamoga, nakushukuru. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu mazuri na pia naishukuru serikali kwa kukamilisha minara katika kata zilizotajwa za Irole na Masisiwe, na mawasiliano yanaendelea vizuri. Maswali yangu mawili ya nyongeza, swali la kwanza, mnara unaojengwa katika kata ya Kimala ulisimamishwa kutokana na mgogoro kati ya TFS na wajenga mnara kwamba wamejenga kwenye eneo la msitu. Je, serikali haioni ni wakati mwafaka wa kutatua mgogoro huo ili mnara ule uweze kukamilika na wananchi wa kata ya Kimala waweze kupata huduma? Swali la pili, minara mitatu ya maeneo ya kata ya Mahenge, Ibumu na Uhambingeto imekuwa ikijengwa lakini kwa kasi ndogo, ndogo sana. Je, yes, serikali kwa kuzingatia kwamba uchaguzi unakaribia na, na baadhi ya kura zinategemea minara hiyo, haioni sasa ni wakati mwafaka wa kukamilisha minara hiyo ili kufanya mawasiliano mazuri na wajumbe wakati kiomba kura? No, asante, asante mheshimiwa naibu spika, nikupongeze sana Mheshimiwa Justin Nyamoga kwa kazi nzuri ambayo unaifanya, na tunashukuru kwa appreciation kwa maeneo ambayo tayari tumeweza kukufikia. Nikutoe hofu, migogoro yote ambayo inatokea katika utekelezaji wa ujenzi wa minara tunaishughulikia, na huu pia naomba niseme nimeupokea na nitausimamia kwa karibu kuhakikisha kwamba unakamilika ili ujenzi wa mnara uweze kufanyika na wananchi wapate huduma ya mawasiliano na katika minara hii mitatu kasi yake ni ndogo, mheshimiwa mbunge, ni kutoe hofu kakangu Nyamoga. Tumesha mheshimiwa Waziri Jerry Silaa ameshatoa maagizo, minara hii yote inatakiwa ikamilike ndani ya muda ambao mkataba umesainiwa hivyo speed wameshaagizwa na sasa hivi utaona mabadiliko makubwa katika ujenzi wa minara hii, na hata namna ya kuelekeza wananchi wakati wa uchaguzi itakuwa nyepesi kwako, lakini vile vile kwa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Midimu, Midimu na kushukuru Naibu Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza swali la nyongeza. Je, ni lini Serikali itajenga minara ya mawasiliano katika vijiji vya mkoa wa Simiyu ambavyo havina mawasiliano? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza Mheshimiwa Esther Midimu kama ifuatavyo. Minara katika maeneo aliyoyataja Mheshimiwa naibu Spika, tuna minara ambayo tayari ipo kwenye mradi wa Tanzania ya kidigitali, minara mia saba hamsini na nane, lakini tuna minara mia sita thelathini na mbili. Kwa hiyo maeneo yote ya Tanzania tunatarajia kuyafikia, na bado tuna batch nyingine ya minara ambayo TTCL pia watakuja kuijenga. Hivyo ni kutoa hofu, Mheshimiwa Esther Midimu, maeneo hayo ya vijiji vyote ulivyovitaja tutakuja kutekeleza ujenzi wa minara. Mheshimiwa Zodo. Asante Mheshimiwa naibu Spika. Je, ni lini serikali itajenga mnara katika kata ya Mabalanga jimbo la Kilindi ambapo kuna mradi mkubwa wa serikali wa shule kubwa ya kisasa ya wasichana? Asante. Nashukuru Mheshimiwa waziri. Asante Mheshimiwa naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza ya Mheshimiwa Zodo kama ifuatavyo. Maeneo ya Kilindi tena kwenye ujenzi wa sekondari. Maeneo yote yanayotoa huduma za umma ni kipaumbele chetu kuhakikisha mawasiliano yanaimarika, tena si tu 2G tunawesisitiza 3G 4G, kwa sababu vijana wetu sasa wanasoma pia kidigitali. Kwa hiyo eneo hili pia, mheshimiwa mbunge, nimelichukua kuhakikisha kwamba wataalamu wetu wanafika na kazi ya ujenzi wa mnara iweze kupangiwa muda wake. Mheshimiwa Mkundi, jiandae Mheshimiwa Mhata. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu na Waziri, mwaka jana ulitembelea jimbo la Ukelewe kata ya Bukiko na kupitia mnara wa haroteli eneo lote lile la kata ya Bukiko wana shida kubwa ya mawasiliano, na kuna maelekezo ulitoa. Kuna shida gani watendaji kutekeleza maelekezo uliyoyatoa? tukaondolea tabu wananchi wa kata ya Bukiko wenye shida kubwa ya mawasiliano, kwa sababu mpaka sasa hakuna mawasiliano kwenye kata nzima ile ya Bukiko. Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba msaada wako na naomba maelezo kwenye hili Mheshimiwa Waziri, asante. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali ya nyongeza la, la Mheshimiwa Joseph, mbunge wa Ukerewe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli mimi na yeye tulitembelea eneo la mradi na ule mnara, kwa taarifa nilizonazo Halotel wameweza ku upgrade. Kwa hiyo nafikiri tu ni kazi ya kifundi kidogo labda ya kutriti kidogo hivi ili kuona kwamba uelekeo wake sasa usababishe mawasiliano ya uhakika katika kata ya Bukiko. Naomba niwe nimepokea na nitasimamia maelekezo niliyoacha kata ya Bukiko. Mheshimiwa Mhata. <coughs> Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi hii. Mheshimiwa Naibu Spika, kata ya Napacho iliyopo ndani ya jimbo langu, mkandarasi Minara Tanzania alipewa kazi ya kusimika minara katika jimbo langu. Sasa ni mwaka mmoja umepita tangu mkandarasi huyu aliripoti ndani ya eneo na kutoweka. Nini kauli ya serikali juu ya mkandarasi huyu? Asante mheshimiwa naibu spika. Ni mpongeze Mheshimiwa Mhata kwa ufuatiliaji wa ujenzi wa minara wa mawasiliano katika kata hii ya Mapacho. Naomba niwe nimepokea na nimuagize meneja anayehusika kanda ile ya kusini kuhakikisha kufahamu kwa nini uh, mnara Tanzania hajaja kutekeleza mradi huu, na ikibidi sheria iweze kufata mkondo wake, kwa sababu amesha saini mkataba, basi tuweze kuona namna ya kumpatia mtoa huduma mwingine ambaye atatuletea mnara maeneo haya Mapacho na mawasiliano kuimarika.